Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE, bado tuko nawe katika TV Habari, na sasa tuungane naye Godwin Mawanja kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari katika biashara: OSHA yaimarisha ushirikiano na maafisa biashara kurahisisha urasimishaji na usalama mahali pa kazi. Asante sana Miriam Mlaponi na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaeleza kuwa wakala wa usalama na afya mahali pa kazi OSHA umezindua mpango wa kushirikiana na maafisa biashara wa mkoa na wilaya katika kuwezesha biashara na uwekezaji nchini. Mpango huo unahusisha utaratibu wa kuunganisha mifumo na kubadilishana taarifa za biashara na miradi mbalimbali ya uwekezaji ili kurahisisha ufikishaji wa huduma za urasimishaji biashara na ukaguzi wa mifumo ya usalama na afya mahali pa kazi. Mtendaji mkuu wa OSHA Hadija Mwenda ameweka wazi mpango huo ulipohitimisha semina ya kujenga uelewa pamoja baina OSHA na maafisa biashara wa mikoa na wilaya zote za kanda ya kaskazini. Lengo kubwa la semina hii ilikuwa ni kukumbushana masuala ya usalama na afya, lakini vilevile vile kuangalia namna gani ambavyo tunatekeleza maagizo ya viongozi wetu especially Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, siku zote amekuwa akisisitiza mifumo ya serikali lazima izungumze pale inapokuwa inatoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo na sisi leo tumekutana hapa, lakini lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba e, wenzetu wa maafisa biashara na sisi Osha tunafanya kazi kwa pamoja, wote tukiwa kama taasisi wezeshi katika biashara na uwekezaji. Kwa upande wao, washiriki wa semina hiyo ambao ni maafisa biashara wa mikoa na wilaya zote za kanda ya kaskazini kuhusisha mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro na Tanga wamepongeza mpango huo na kuahidi kushirikiana na Osha kuhakikisha unafanikiwa. Sasa jumla ya kampuni changa 400 zimesajiliwa huku kati ya hizo 161 zikikidhi vigezo vya kuingia katika programu za uendelezaji na uwezeshaji. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa Tume ya Tehama nchini ICTC Dr. Nkundwe Moses Mwasaga amesema hatua ya kuanza kusajili kampuni hizo za tehama ni maagizo ya serikali kwa ajili ya kutekeleza malengo ya dira ya mwaka 2050 ikiwa ni katika kuelekea katika kujenga uchumi wa kidijitali. Uendelezaji wa kampuni changa ni hatua ambayo tumeanza mapema kabisa kuwawezesha vijana uchumi kukuza ujasiriamali, kuongeza ajira endelevu, kwa nguzo za ukuaji wa uchumi wetu kama serikali. Nadhani wote tunafahamu kutoka mwaka 2024, serikali ilishazindua mkakati wa kidijitali ambao kampuni changa zinatakiwa zipee pati kubwa sana katika kuhakikisha kwamba hilo Aidha, Mwasaga amesema serikali imeshasajili vituo vya ubunifu zaidi ya 95 kwa ajili ya kuendeleza ubunifu, kwa asilimia 76 ya vituo hivyo vikitumika kwa ajili ya kuendeleza sekta ya ubunifu. Sajili na utambuzi maalum wa kampuni changa za tehama ICT startup labeling, uta, utazigawanya kampuni changa katika makundi maalum matatu ambayo ni Tanzanite, Gold na sifa kulingana na hatua za ukuaji uliofikiwa wa kampuni husika, ambao kila kundi litakuwa na vigezo pamoja na manufaa yake mahususi. Mathalani utam, utambulisho wa Tanzanite uta, utakuwa kwa kampuni changa za tehama ambazo zimefikia kiwango cha ukuaji unaolenga kupata washirika wa, wa kibiashara ndani na nje ya nchi ili kuingia rasmi katika soko la biashara. Utambulisho wa Gold ni kwa kampuni changa ambayo iko katika hatua ya ukuaji kibiashara ikiwemo kuanza kuwa na wateja wanaotumia bidhaa au huduma ya kampuni husika. Utambuzi wa silver utakuwa kampuni changa ya tehama ambayo imekamilisha ubunifu wake, imeunda bidhaa au inaanza hatua za awali za kutoa huduma na majaribio ya kibiashara. Hata hivyo, tume imeeleza kuwa hatua ya kuzisajili na kuzitambua kampuni changa nchini ni kuziwezesha kuingia katika programu za uwezeshaji, hasa kutokana na kampuni hizo nyingi kuwa na changamoto ya mitaji. na kampuni ya mawasiliano ya simu za mkononi ya Airtel inaendelea na zoezi la kugawa magari na fedha kwa Watanzania ambao wamekuwa wakifanya miamala kwa wingi, ikiwa ni katika mwendelezo wa kutumia wigo wa matumizi ya miamala ya kidijitali na kuachana pesa taslimu. Akizungumza jijini jijini dares Salaam wakati wa zoezi la kukabidhi gari la kwanza kwa mshindi ambaye ni shekuwa Joshua, mkurugenzi wa Airtel mane Tanzania andr Gamba, amesema bado kuna magari na fedha zaidi ambazo zitatolewa kwa Watanzania ambao wameamua kufanya miamala hasa kupitia njia za kidijitali, ikiwa ni mpango wa Airtel katika kuwezesha kuachana mifumo ya malipo ya taslim na zawadi zingine kama bajaji bodaboda Boda, TV na hela uh, tuna, tunaomba wateja wetu mwendelee kutumia Airtel money. Download Airtel app, fanya miamala kwa Airtel app, uzungushe gurudumu, upate nafasi kushinda Zawadi. Kwa upande wake mshindi wa gari hilo Shukuru Joshua mkazi wa Kimara jijini Dar es Salaam amesema hatua ya yeye kushinda gari hilo limekuja wakati ambao amekuwa akipambana na shughuli za kusafirisha abiria kupitia taksi mtandao. Hivyo hatua hiyo itamsaidia kuongeza kipato kwa kuwa sasa anamiliki gari lake mwenyewe. Nimeanza kutumia hii line ya Airtel since 2022 kati ya mwezi Novemba. Siku nilofanya muamala ilikuwa ni siku ya Jumanne alfajiri. Yes, nilinunua umeme wa shilingi elfu moja tu kupitia Airtel Money app na nika spin then nikaendelea na shughuli zangu za kila siku ambazo nazoendelea kuzifanya. Siku ambayo nilipoitwa nilipo Airtel HQ pale na nikatangazwa kwamba mimi ndo mshindi, niliamini kwamba hichi kitu ni cha kweli, na hata leo hii ninavyoshuhudia kuiona gari yangu Mazda CX5 nimeamini kwamba hichi kitu ni cha kweli kabisa. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa, wa Dar es Salaam wakiwemo mama mzazi wa mshindi wamesema uwepo wa mifumo ya malipo ya kidijitali kama vile Airtel imekuwa ikiwasaidia katika shughuli mbalimbali hasa za mawasiliano na malipo kwa urahisi. Asante sana mtazamaji, na Miriam Mlaponi, hayo ndiyo aleojiri kwenye habari za biashara kwa siku hii ya leo. Ni e kushukuru sana Godwin Mawanja kwa habari za biashara. Mtazamaji ni TV Habari na mimi ni Miriam Mlaponi, na ndio tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi, kisha tuzitazame habari za kimataifa. Mi ni Miriam Mlaponi, asante na endelea kuwa nasi. kifuatacho ndani ya TVE habari. Na katika habari za kimataifa, kimbunga kikali cha ua wa takriban watu 31 huko Madagascar.